Baba, nione mimi. Isabella, Isabella, Isabella mwana baba, nione mimi abe. Isabella, Isabella mwana mama, oh, yeah. Je, shetani au mimi nani? Wewe hapa? Wewe fani? Ah ah, bwana asifiwe. Amina, habari za zima? Salama. Pole kwanza kwa matatizo. Na siku zote anachopanga Mwenyezi Mungu, sisi binadamu hatuwezi kuzifungua. Hii yote ni mpango wa Mungu. Leo ni zamu ya Sabela, kesho zamu yangu, kesho zamu yako. Kwa hiyo mtiane moyo, alikondo kuna msiba na ichungaji kamechanganyikiwa, ndio anapiga watu namna ile, unaona lakini

ina maana Ramek ametudanganya? Hapana dada, Ramek yuko sahihi, huenda taarifa tu haziko sahihi, maana mchungaji anaelekea kuchanganyikiwa. So kwa kupiga watu msibani vile, atapata watu wakuja kumsaidia kuzika. kwa mambo yenyewe kama hayo hapa, kutakuwa kuna namna, si bure dada. Tusijadili mambo mengi hapa hem, tuondoke, tusije tukapigwa makofi bure, kama alivyopigwa mwenzetu. Uondoke eh.

Ina maana mapema yote hiyo ameshazika? Hapana, hawajazika, yaani kiufupi msiba amna. O, nilipo ninipo, nimepigwa mpaka makofi, ndugu yangu ah. Msiba amna? na umepigwa na makofi na nani? na mchungaji. Yaani kiufupi amelifukuza ya wote, mpaka wakina mama amewafukuza. Kwa hiyo nimeshindwa kuelewa kwamba msiba tumepewa taarifa, lakini tumeenda pale tumefukuzwa kama paka. Kwa hiyo nimeshindwa kuelewa hiyo kitu kimezaji yaani, msiba hamna kabisa. Ndio hivyo ndugu yangu, msiba hamna. Kwa ndugu yangu anakimbia nini? mbona simuelewi? Astuludi bwana, ndo hivyo ndugu yangu, anayotokea iyotokea, ndo hivyo yapo. Sijaelewa kabisa shida ni nini? Wabinti Abe, sitaki uongee cho chochote, wala useme cho chochote kwamba Isabela amelala katika kwawalile maana wewe mdomo wako ni kama soko la Kariakoo kwamba kila mtu lazima akanyage, si ndio eh? Sasa sitaki nione au nisikie kwamba umemwambia mtu yoyote Isabela akalala pale, maana utaniharibia kazi yangu, na sitaki hata mara moja kupoteza kazi ya mteja ambayo nimepewa, maana jukumu la kumsaidia dada yako ni langu mimi na sasa hivi nipo katika vita kubwa ambayo nimeingia kwa sababu yenu. Si tajali zawadi gani ambayo umeniahidi. Abogo, umeyaleta maavi ya farasi? Ndio, kila kitu kiko sawa. Yale maavi ya farasi nataka uende Marangoni mwalile bwawa ukayamwage pale na utaongea kama tunapoongeaga, lakini sitaki huyu binti azungumze chochote. Maana namjua huyu binti anaga kaba hata kidogo, analopokalopoka tu. Pia utaongea yale yale maneno tunayoongeaga. Huyu binti akiongea neno lolote ataharibia kazi yetu. Nadhani wanajua iekufirisha Sawa, nanaendelea kukusistiza, sitaki huyu binti aongee neno lolote, wala akiona kitu chochote. Sitaki apige kelele wala astaajabu, kama ni mshamba kideo. Umenielewa we binti? Jukumu la kumsaidia ya dada yako ni langu, na hii vita nimeingia mimi mwenyewe kwa miguu yote miwili Sitaki unifelishi maana, sina hata gadi ya kunisaidia huko nyuma. Na nakusisitiza tena, sitaki uongee chochote wala sitaki ushtuke wala ufanye kitu chochote baada ya kumuona Kabogo anafanya mambo yake. Umenielewa? Na ukirudi hapa, sitaki ni kuona unatoka, wala hakuna mtu yoyote atakayejua wapi ulipo asipo lug zangu mimi kaka akijua kama nipo huko nimekwambia hakuna yoyote atakayojua bila lugu zangu mimi nadhani umenielewa abago naweza mkaenda K vivi, mbona una haraka mkuu? Wakati naelekea msibani, nimepishana na Naili akanambia kwamba msibani watu wamefukuzwa kama mbwa, nahistosia amepigwa di vibao, nakazuia di msiba kabisa, hata asizike. Mkuu kuu, auoni mambo yetu yanaenda kuharibika. Tunafanyaje hapa? Huyo ni nani ambaye amezuia mwili kuzikwa? Ni mchungaji kakake Sabela. We binti bwaa, wenyewe ndo ile pale, unamkumbuka mgeza kiombe makali makata alivyosema? Ndio. Hautakiwi kuzungumza kitu chochote wala kuogopa kipindi mimi naongea pale, nadhani umenielewa. Nimekuelewa na kuahidi, sitasema chochote, mdomo wangu utaufunga akia Mungu. Basi sawa, twende. Mkuu, mbona umelifanya hili jambo kwa haraka sana? Kwa nini unasema hivyo? sikitu umemchukua huyu binti mapema sana. Kitu ambacho ulikuwa ukijua ni kwamba yule binti ilikuwa inatakiwa aolewe, na kama angeolewa, ina maana angepoteza usichana wake, na sisi kazi yetu ingeisha, tusingekuwa na lolote la kufanya. Si umeelewa uzuri? Ni sawa, lakini hili jambo limeshaharibika. Ni wazi kwamba watu hapa mtaani wameshajua. Nendeni naendeni kwenye lile bwawa mkaofunge ule mlango. Kironimus, fanya haraka, nenda kafunge ule mlango haraka sana. Sitaki kuuona tena hapa. Sasa tunafanyaje mkuu? Maana hii jambo tayari lishakuwa baya. Usijali, umwili utazikwa na muda huu, naenda kwa mwenyekiti nitazungumza naye nae mwofua ni mmoja tu kiwembe, lakini naye nikimwamulia, kila kitu kitaenda sawa. Usiwe na wasiwasi hisi kitu. Ni kweli, lakini nataka mkuu, haya mambo mimi nisijulikane hapa mtaani. Nakuomba mkuu, fanya unavyofanya haya mambo, mimi nisiwe ni mwenye kuhusika hapa mtaani. Usiwe na wasiwasi, nakuruhusu, ondoka. zimabwawawili nimeleta mahi ya farasi meusi kama ishara ya kufunga bwawahili. Mababu zetu, naomba mpokee kwa mikono miwili, naomba <coughs> mtuzingizie jambo letu, tuifunge mlango. Nimeleta mahi meusi ya farasi <coughs> kama ishara ya kufunga bwawaili.

oka amesha kwenda tayari huyo. Kazi nzuri, umefanya kazi nzuri, kazi nzuri. Binti ya watu simuoni na ananiambia kazi nzuri. Mimi nilikwambia hawezi kufumba mdomo wake hata kidogo, na nilijua tu kwamba yule binti hataharibu. Ndio maana nimefika, yule amepiga makelele yake kipindi ambacho mizimu inafata kafara yao. Wameshambeba, ameondoka naye sasa. Kama wameondoka, wamepitia wapi? Wamepitia mlango wa pili, njia ya magharibi, sehemu ambayo ni hatari na ni hatarishi kwa mwanadamu.

Ili ni jukumu lako na kuachia wewe, ukamfate mimi. Na dili na Isabella, wewe una dili na binti machepele. Nadhani umenielewa mimi, ndio kiwembe makali makata. Naanza sasa kuonesha makali yangu, nifate, ukamfate binti wa watu <coughs> aya, twende.